Uh, hawataji tu wa Tanzania kwa maana ya majina yao inatajwa nchi hapa uh, ndugu Msigwa utatusaidia uh, kama mliandaa pongezi kwa mtu mmoja mnajikuta anaongezeka wa pili anaongezeka wa tatu uh, reaction ya jumla ya serikali ilikuwaje kupitia wizara lakini pia na nchi kwa ujumla Asante Fatma kwanza tumepokea kwa furaha sana uteuzi wa Engineer Hersi uteuzi wa President Karia na dada Neema Haji Uh, kwa kweli ni heshima kubwa kwa nchi yetu kama alivyosema Hersi lakini kwetu sisi serikalini, hii ni changamoto ya kuongeza zaidi jicho letu katika michezo uh, hii ni dalili kwamba sasa tumefika kimataifa. Kwa hiyo kama tumefika kimataifa, pamoja na kwamba wadau wetu wanaendelea kuwekeza na kufanya jitihada mbalimbali, na sisi serikali jicho letu katika michezo hasa katika kandanda lazima liwe na viwango vya kimataifa. Kwa hivyo sisi tumefurahi, tunawatakia kila laheri katika majukumu yao. Tutategemea sana kuwasikiliza wakitoka kwenye vikao vyao vya kamati. Tunaamini tumepata fursa sasa ya kuunganisha mipango yetu na mipango ya taasisi hii kubwa kimataifa. Uh, wao wakitoka nayo huko watatuletea, na bahati nzuri tunashirikiana nao sana, na ndio maana kuna matokeo yote haya. Maanake ni vizuri watanzania wakajua kwamba leo tunazungumza mafanikio makubwa ya Yanga na timu nyingine zote eh, sitaki kuzitaja hapa nisije nikachafua hali ya hewa. Lakini tunazungumza mafanikio haya kwa sababu tupo katika nchi ambayo imetengeneza mazingira mazuri ya michezo kushamiri. Tupo katika nchi ambayo ina support michezo. Rais wetu mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tangu alipoingia madarakani mapema kabisa hakumung'unya maneno, akatangaza dhamira yake ya kuunga mkono michezo kuwekeza katika michezo, na wakati wote amefungua milango kuwasikiliza wadau wa michezo na anatekeleza yale ambayo wanamweleza kwa hiyo, mimi nawatakia kila la heri engineer Hersi na wenzako wote kwenye kamati zenu. Nachowaomba, mkitoka huko kwenye vikao, yale mnayoyaona kwamba watanzania tutanufaika, njooni nayo mara moja. Mimi nawaahidi kwa niaba ya serikali tutayapokea na tutayafanyia kazi mara moja. Kuna namna sawa, kuna namna ambavyo uh, serikali mmesaidia uh, michezo na mnaendelea kusaidia. Mnazungumzia Young Africans ambao ni wanufaika wakubwa, uh, wakati wanakwenda kwenye mechi zao za kimataifa uh, zaidi ya mara moja serikali inatoa ndege, timu inaenda Algeria, uh, lakini sasa hivi unazungumzia jukumu la watanzania kwenye ngazi ya juu zaidi. Hii ni FIFA ni zaidi ya CAF kwa maana, ni dola nyingine hiyo ndani ya mpira. Kuna namna mnatamani Tanzania ipitishe ajenda yake ya kupitia uteuzi wa hao wengine, lakini ajenda hii ihusiane na ubora wa klabu za Tanzania, ihusishe ubora wa timu za taifa za Tanzania, lakini kubwa zaidi, hakuna mpira bila miundombinu ya mpira. Ni kweli kabisa na hilo ndo muhimu zaidi, ndio maana mwanzo nikasema um kwetu uteuzi wa engineer Hersi wa president Karia na neema ni tafakari nzito, uh, ambayo inatupa jukumu la kujipanga katika viwango vikubwa zaidi. Kwa hivyo sisi matarajio yetu ni kwamba uh, tutapanua wigo zaidi wa kuona namna gani tunakamata fursa zilizopo kwenye michezo. Uh, Yanga wanazungumza mafanikio yao. Nimemsikiliza rafiki yangu mbwa duke hapa amefanya uchambuzi ambao umenifanya nisimeze mate muda wote anavyozungumza. mm -hmm. Eh, mafanikio makubwa, lakini sisi kwetu serikalini tukiangalia michezo tunaangalia ajira kwa Watanzania, tunaangalia uchumi, tunaangalia biashara, tunaangalia kutangaza nchi yetu kimataifa. Kwa hivyo tunaona kwamba hili ni daraja muhimu ambalo tunaweza kulitumia. mm -hmm. na tuko tayari sasa. Ni vigumu kusema mengi leo, eh, kwa sababu injinia mwenyewe kashasema bado hajajua huko kwenye kamati kuna nini. Kwa hiyo wakienda kule kwenye kamati, watarejea, tutaketi, tutazungumza. Lakini ambacho sina mashaka uh, ni kwamba kwa upande wa serikali tuko tayari, na mheshimiwa Rais alipoelekeza tufanye uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu, kujenga viwanja na mengine mengi, kuiangalia vizuri timu ya taifa. Maanake watu wengi hawajui timu ya taifa eh, tangu mheshimiwa Rais ame, ameingia madarakani, timu ya taifa ni karibu asilimia zote tunaigharamia serikali na hasa kwenye CHAN kazi kubwa kwa kweli. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa sababu haikuwa hivyo siku za nyuma. Hiyo ni dhamira, ni message kwamba serikali imeamua kuingia kwenye michezo na sio kuingia kwa maneno, lakini kwa vitendo. Kwa hiyo sisi watakaoyatoa huko kwenye kamati, wakija, wakialeta tutakuja hapa tutayasimamia. Lakini kwenye eh, ACA tutakuwa watu wa ajabu sana kama mwenyekiti anatoka Tanzania halafu mambo ya ACA yakatekelezwa kwa ukamilifu zaidi na nchi nyingine kuliko nchi yetu. Kwa mimi Engineer Hersi, ni kuhakikishie wakati wote kama ambavyo tumeshirikiana huko tulikotoka, timu inasafiri inashiri, inashiriki mashindano mbalimbali mbali, tutaendelea kushirikiana hata wakati huu, na uwe huru wakati wote kutuambia kile ambacho mngependa uh, serikali ifanye, lakini kusema ukweli, Fatma we are so much proud of Hersi. So much proud.